DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu haya ya leo tarehe pili mwezi wa Julai, ikiwa ni saa kumi na mbili kamili kwa saa za huko Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, tuwe pamoja hadi mwisho. DW, habari ulimwengu na kwanza ni muhtasari wake. Naitwa Lilian Mtono. Marais wa Ufaransa na Urusi wamezungumza kwa simu kujadili masuala ya Ukraine na Iran. Israeli yatanua kampeni ya kijeshi kwenye ukanda wa Gaza kabla ya ziara ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu nchini Marekani. Na bunge la Venezuela lamzuia mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa kuingia nchini humo. Habari kamili. Paris, marais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Vladimir Putin wa Urusi wamezungumza kwa simu jana Jumanne, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka miwili na nusu. Macron ametumia mazungumzo hayo kumtolea wito Putin kusitisha vita nchini in Ukraine, ingawa Putin mwenyewe alijibu kwa kuyashutumu mataifa ya magharibi kuchochea mzozo huo. Viongozi hao walizungumza kwa zaidi ya masaa mawili na kukubaliana kuwasiliana zaidi kuhusiana na suala la, la Ukraine na Iran, hii ikiwa ni kulingana na ikulu ya Elysee. Taarifa ya ikulu ya Kremlin ilisema Putin alimkumbusha Macron kwamba mzozo wa Ukraine ni matokeo ya moja kwa moja ya sera za mataifa ya Magharibi, na kuongeza kuwa makubaliano yoyote ya amani yatatakiwa kuwa ya kina na ya muda mrefu na yatakayozingatia kuondoa kiini cha mzozo. Gaza City. Jeshi la Israel limesema jana Jumanne kwamba limetanua operesheni zake kwenye ukanda wa Gaza ambako wakazi wanaripoti mapigano makali siku chache kabla ya ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington. Operesheni hiyo kubwa inafanywa katikati kati ya ongezeko la mito ya usitishwaji wa mapigano miongoni mwao akiwa ni Rais Donald Trump wa Marekani anayetarajiwa kukutana na Netanyahu wiki ijayo. Kampeni ya Israel ya kuliangamiza kundi la Hamas imepamba moto na jana Jumanne shirika linalohusika na ulinzi wa raia la Gaza liliripoti kuwa vikosi vya Israel viliwaua karibu watu ishirini na sita na lilipozungumzia shambulizi hilo kubwa ililolifanya kaskazini na kusini mwa eneo hilo, jeshi la Israel lilisema lengo ni kudhoofisha kabisa uwezo wa kijeshi wa Hamas. Karakas. Bunge la kitaifa linaloungwa mkono na serikali ya Venezuela limemtangaza kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Folker Tuk kuwa mtu asiyetakiwa nchini humo baada ya ripoti ya karibuni ya ofisi yake kuelezea kuendelea kuzuruta kwa haki nchini humo. Tuk wiki iliyopita aliishutumu Venezuela chini ya serikali ya rais Nicolas Maduro kwa ukiukwaji wa taratibu, vizuizi vya kiholela na watu kutoeshwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Spika wa bunge hilo Jorge Rodriguez, ambaye ni mshirika wa karibu wa Maduro, aidha aliomba serikali kuhitimisha uhusiano na ofisi ya Tuk ambayo iko nchini humo tangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Venezuela iliita ripoti hiyo ya Tuk kuwa ni uchokozi. Ni taarifa ya Habari za Ulimwengu kutoka Bon. Cairo. Mamilioni ya watu wanaokimbia vita nchini Sudan wanakabiliwa na kitisho kikubwa zaidi cha njaa wakati wakisaka hifadhi kwenye nchi ambazo tayari zina uhaba wa chakula. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP lilisema siku ya Jumatatu kwamba wakimbizi zaidi ya milioni nne huenda wakawa hatarini zaidi na hasa kwa kuwa misaada itapungua huko: Jamhuri ya Afrika ya Kati, Misri, Ethiopia, Libya, Uganda na Chad. Mratibu wa dharura wa WFP Shaun Hughes amesema ingawa wakimbizi kutoka Sudan wanakimbia ili kuokoa maisha yao, lakini bado wanakabiliwa na njaa, kukata tamaa na rasilimali chache huko wanakokimbilia. Ukosefu wa chakula na njaa umeenea kote Sudan, taifa linalokabiliwa na vita baina ya jeshi la kitaifa na wanamgambo wa RSF. Karibu watu elfu arobaini wameuawa na karibu milioni kumi na tatu wameyakimbia makazi yao. Na hatimaye, San Jose, Costa Rica. Mahakama ya juu zaidi nchini Costa Rica kwa mara ya kwanza kabisa imeliomba baraza la Congress kumwondolea rais kinga ya kushitakiwa ili afunguliwe mashtaka ya rushwa. Mwanasheria mkuu Carlo Diaz anamshutumu Rais Rodrigo Chaves kwa kulazimisha kampuni ya huduma za mawasiliano aliyoipa kandarasi kumpatia dola elfu thelathini na mbili rafiki na mshauri wake wa zamani wa picha Federico Cruz. Adhabu ya mashtaka ya rushwa kwa maafisa wa umma ni kifungo cha hadi miaka minane jela. Ombi hilo la mahakama ya juu ambalo halijawahi kushuhudiwa linatolewa katikati kati ya mvutano kati ya mahakama na Chaves, mwanauchumi na afisa wa zamani wa benki ya dunia. Na huu msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. a ya yapi maazimio ya mkutano huo? Tega sikio, tutakujiuza kuhusu hali ya kamatakamata huko nchini Kenya baada ya taarifa kuonesha kwamba polisi nchini humo imewakamata mamia ya watu walioshiriki maandamano ya Juni ishirini na tano. Wanaharakati wanasemaje? malengo ya hii kamata kamata, ni watu ambao wa ni watetezi wa haki za kibinadamu sasa hizi tu dakika chache nimetoka kwa police station, inaitwa Dandora police station, ambao wamemshika mwanaharakati mmoja ambaye ni ana sauti kubwa sana na kupinga dhuluma za kiholela. Na zaidi ya miaka sitini baada ya kuuawa kwa kiongozi wa kwanza wa serikali huru ya Kongo, Patrice Lumumba, binti yake Juliana Lumumba bado anatafuta majibu ya kifo cha mzee wake. No one has been accountable. hakuna aliyewajibishwa kwa hayo na mengine mengi karibu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuichagua DW asubuhi hii, msikilizaji, kukupasha yanayoendelea ulimwenguni hivi sasa. Tuanzie na kongamano la kimataifa juu ya ufadhili kwa ajili ya maendeleo ambalo limemalizika nchini Uhispania. Taifa hilo mwenyeji wa mkutano huo kutangaza kupeleka dola bilioni moja nukta tisa katika shirika la fedha la kimataifa IMF, kama sehemu ya juhudi za kuzisaidia nchi zinazoendelea. Mkutano huo umefanyika kwa lengo la kupunguza pengo linalozidi kutanuka baina ya nchi tajiri na masikini. Lilian Mtono anayo taarifa zaidi. Zaidi ya mataifa mia moja yanayohudhuria kongamano hilo la kimataifa yameahidi kusaidia kupata suluhu ya kile walichokitaja kama bomu linalosubiri kulipuka, kwa kuzingatia mzigo wa madeni unaozidi kuyaelemea mataifa yanayoendelea, ingawa yakijikuta kwenye mgawanyiko kuhusiana na namna watakavyolitekeleza hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliliambia kusanyiko hilo kwamba mzigo wa madeni unaolemaza ulimwengu unaoendelea na kusisitiza nguvu ya pamoja katika kuyasaidia mataifa hayo yenye kipato cha chini kujiondoa kwenye changamoto hiyo. Kulingana na umoja wa mataifa, deni la nje la nchi masikini zaidi limeongezeka zaidi ya mara tatu katika kipindi cha miaka kumi na mitano. Mataifa yanayoendelea kwa sasa yanalazimika kuwalipa wakopeshaji dola trilioni moja nukta nne kila mwaka kulingana na masharti ya mkopo, kiwango kilichoongezeka sana katika kipindi cha miaka ishirini. Mataifa masikini pia yanakabiliwa na mzigo wa riba ambao ni mara mbili zaidi ya mataifa tajiri, kulingana na ripoti iliyoagizwa na hayati Papa Francis na kuratibiwa na mwanauchumi na mshindi wa tuzo ya kimataifa ya Nobel Joseph Stiglitz. Zaidi ya watu bilioni tatu wanaishi katika nchi ambazo hulipa fedha nyingi kwenye riba kuliko zinazoingizwa kwenye sekta ya afya. Katika hatua nyingine, Uhispania imeahidi kupeleka nyongeza ya dola bilioni moja nukta tisa katika shirika la fedha la kimataifa IMF kama sehemu ya juhudi za kuzisaidia nchi zinazoendelea Waziri wa uchumi Carlos Kuepo aliiambia Reuters pembezoni mwa kongamano hilo jana Jumanne kuwa Uhispania itaendelea kuwa mfano katika mchakato wa kupata suluhu kwa kutoa sehemu ya fedha kwa maslahi ya mataifa yanayoendelea. Kwenye kongamano hilo linalofanyika Sevilla nchini Uhispania, viongozi kadha wa dunia kutoka barani Afrika ikiwa ni pamoja na rais wa Kenya William Ruto na Bassirou Diomaye Faye wa Senegal walitoa wito wa mageuzi kwenye mfumo wa fedha wa kimataifa ili kutatua changamoto ya mzunguko huo mbaya wa kifedha. Waraka uliopitishwa na washiriki unataka kupitishwa kwa vifungu vya mikopo vitakavyoruhusu nchi zinazokopa kusimamisha kwa muda kurejesha mikopo kutokana na athari za kama maafa ya asili. Huyu alikuwa ni Lilian Mtono akituondoa huko Seville nchini Uhispania na kutupa nafasi ya kutazama moja kwa moja huko Afrika Mashariki. Kenya inaweza kulazimika kuweka tangazo la tahadhari ya afya kwa bidhaa zote za vyakula na vinywaji vinavyotengenezwa na makampuni ya ndani na nje kufuatia taarifa ya asilimia kubwa ya bidhaa hizo kukutwa na kiwango kilichopitiliza cha virutubisho hali ambayo inahatarisha afya ya watumiaji kukumbwa na magonjwa yasiyoambukiza ikiwemo uzito uliopitiliza kwa watumiaji wa bidhaa hizo katika taifa hilo la Kenya. Dkt. Bulendu anayo taarifa kamili. kwa mujibu wa taarifa ya shirika la kimataifa lisilo la kiserikali la Access to Nutrition Initiative, ATNI karibu asilimia tisini ya bidhaa za vyakula na vinywaji zinazozalishwa na makampuni ya ndani na nje ya Kenya na kuuzwa nchini humo, zikiwemo zile za vinywaji baridi, vyakula vyenye utamu, zikiwemo biskuti pamoja na maziwa mgando, zilikutwa na kiwango kikubwa cha chumvi, sukari na mafuta. ATNI imetanabaisha kuwa zaidi ya theluthi mbili ya bidhaa hizo hususan biskuti tamu na maziwa mgando maarufu mtindi zimekutwa na kiwango kikubwa cha virutubisho vya vitamini na madini kwa ajili ya kusaidia watu kuboresha mlo bora, hatua ambayo ATNI imesema haina afya kwa matumizi ya binadamu. ATNI hivi karibuni walifanya ukaguzi wa bidhaa za vyakula na chakula zinazozalishwa na, na kuuzwa kote duniani ikihusisha mataifa ya Marekani, India, Kenya na Tanzania na kubaini Kenya kuwa kinara wa bidhaa za viwandani zinazouzwa nchini humo kuwa na kiwango kikubwa cha virutubisho vinavyohatarisha afya. Taarifa ya shirika hilo inaonyesha mbili ya tatu ya bidhaa zinazochunguzwa zikiwemo biskuti tamu na maziwa ya yogati zilikuwa na kiwango kikubwa cha virutubisho vinavyohatarisha afya ya binadamu huku ikionyesha bidhaa zinazoingizwa mataifa masikini kuwa na madhara makubwa kuliko zile zinazoingizwa katika mataifa tajiri duniani. Kenya iko katika hatua za mwisho za kuweka tangazo la tahadhari za afya kwa watumiaji wake na wanaweza kuufuata utaratibu kama ule wa Marekani. Ripoti hii ya ATNI imeangazia bidhaa zipatazo 746 ambazo zilitengenezwa na kuuzwa na makampuni makubwa 30 ya chakula na vinywaji nchini Kenya ambapo karibu asilimia hamsini na saba ni kwa soko rasmi la vifungashio vya bidhaa za vyakula na vinywaji. Unaweza kuishia kushughulikia upungufu wa virutubisho vidogo kupitia baadhi ya bidhaa hizi, lakini pia ukachangia kupunguza hatari dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza kwa wakati mmoja, alisema Greg Garrett, mkurugenzi mtendaji wa ATNI. Ukaguzi huu wa bidhaa za vyakula na vinywaji uliofanyika hivi karibuni umekagua kiwango cha virutubisho kwenye bidhaa zinazozalishwa na, na makampuni ya ndani na nje, ambapo mpaka sasa si serikali ya Kenya wala makampuni yaliyoguswa, hakuna yaliyojitokeza kujibu juu ya matokeo ya uchunguzi huu. Na tukiondoka huko nchini Kenya, tunachupa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako zaidi ya miaka sitini baada ya kuuawa kwa kiongozi wa kwanza wa serikali huru ya Kongo, Patrice Lumumba, binti yake Juliana Lumumba bado hajapata majibu ya maswali yanayomuumiza: nani alihusika katika mauaji hayo? Je, Marekani ilihusika vipi? Na kwa nini Umoja wa Mataifa haukulinda maisha ya kiongozi huyo wakati alikuwa chini ya ulinzi wao? Haya ni maswali yenye uzito wa kisiasa ambayo Juliana ameapa hataweza kupumzika hadi atakapopata majibu. Ripoti hii iliyoandaliwa na Jamilia Pran d Oliviera inasomwa studioni na Edi Sesanga. Mnamo Juni kumi na saba mwaka huu, kesi kuhusu mauaji ya Lumumba ilisikilizwa tena mjini Brussels. Uchunguzi wa bunge la Ubelgiji mwaka elfu mbili na moja tayari ulionyesha kuwa mfalme Bedwin wa Ubelgiji alijua kuhusu mipango ya kumua Lumumba, lakini hakuchukua hatua yoyote. Hata hivyo, familia ya Lumumba inataka zaidi ya hayo kaka yake Juliana Francois Lumumba anaishtumu moja kwa moja ya serikali ya Ubelgiji kwa kushiriki njama ya kumwondoa kisiasa na kimwili. Baba yao Patrice Lumumba alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo huru mnamo Juni thelathini mwaka elfu moja mia tisa na sitini baada ya kupigania uhuru kutoka kwa watawala wa kikoloni wa Ubelgiji. Aliahidi demokrasia na uhuru wa kiuchumi ikiwa ni pamoja na kurejesha rasilimali kutoka mikononi mwa makampuni ya kigeni lakini msimamo wake huo haukupokelewa vizuri na mataifa ya Magharibi, hasa Ubelgiji na Marekani, waliomtuhumu kuwa karibu na Umoja wa Kisovieti wakati wa vita baridi. Mnamo Januari 1961, Lumumba alikamatwa na kupelekwa katika jimbo la Katanga, ambapo aliuawa kwa ushirikiano wa maafisa wa Kongo, Ubelgiji na yumkini Marekani. Maelezo ya kutisha kuhusu namna alivyoteswa, kuuawa na mwili wake kuharibiwa yalikuja kujulikana kupitia utafiti wa mtaalamu Ludo Afisa mmoja wa Ubelgiji, Gerard Soe, alikiri kukata vipande mwili wa Lumumba na kuviyeyusha katika tindi kali kisha kutunza meno yake kama kumbukumbu kumbu. Juliana aligundua kuhusu hayo kwa mara ya kwanza kupitia televisheni mwaka elfu mbili jambo lilomuumiza sana. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili waziri mkuu wa zamani wa Ubelgiji, Alexander De Croo, alikabidhi familia moja ya meno hayo kama ishara ya kurejesha heshima, ingawa mfalme Philippe wa sasa alikataa kuomba msamaha wa moja kwa moja akisema tu anajutia yaliyotokea. Juliana alikulia uhamishoni mjini Cairo, Misri, chini ya uangalizi wa familia ya rafiki ya kidiplomasia. Ingawa alijifunza kuishi kwa furaha, siasa iliendelea kuwa sehemu ya maisha ya familia yao. Juliana mwenyewe aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali mbali serikalini huku kaka yake Francois akiwa kiongozi wa chama cha MNC, chama kilichoasisiwa na baba yao. Leo hii akiwa amerudi nyumbani baada ya miaka mingi ya kuishi uhamishoni Juliana haamini kama kutakuwepo na uwajibishwaji wowote kwa mauaji ya baba yake. No one has been accountable, hakuna aliyewajibishwa. Hakuna Mbelgiji, hakuna mzungu, hakuna Mkongo, hakuna mweupe au mweusi. Kila mmoja anakubali kuna mauaji, kuna uhalifu, lakini hakuna mtu aliyefanya. Ndivyo hivyo. Ingawa dunia inamtambua Lumumba kama shujaa wa taifa, kwake Juliana yeye alikuwa baba na jeraha hilo la kupoteza mzazi halijapona. Msikilizaji, maswali mazito hayo katika suala hilo la kifo cha Patrice Lumumba bado yanasubiri majibu. Ni habari nzito huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Polisi nchini Kenya wamesema takriban watu mia nne themanini na tano wametiwa mbaroni kuhusiana na maandamano makubwa yaliyofanyika Juni ishirini na tano, ambayo yaliadhimisha mwaka mmoja tangu kufanyika maandamano ya kupinga hatua ya serikali ya kuongeza ushuru Mgru ugenzi wa idara ya upelelezi wa makosa jinai Mohamed Amin aliwaambia waandishi wa habari kuwa watu mia nne na arobaini na nane kati ya hao waliokamatwa tayari wamefunguliwa mashtaka mahakamani na 37 bado wanaendelea kufanya uchunguzi wa kina wakisubiri kusikilizwa. Mwenzangu Bakari Ubena amezungumza na mwanaharakati wa Kenya Gasheke Gashehe, na kwanza amemuuliza zoezi hili la kamata kamata lilikuwa na lengo gani? Malengo ya hii kamata kamata ni watu wa ambao ni watetezi wa haki za kibinadamu. Saa hizi tu dakika chache nimetoka kwa police station, inaitwa Dandora police station, ambao wamemshika mwanaharakati mmoja ambaye ni ana sauti kubwa sana na kupinga dhuluma za kiholela za mauaji ya kiholela na kupoteza wa watu wanaitwa Davis Safari na, na sasa, inaonyesha watu wale wanalengwa ni wanaharakati ambao wamekuwa mstari wa mbele kusema hii serikali ya Kenya kwanza lazima itimize ahadi zile iliopatia wa Kenya, na pia iache kuwadanganya na kuwahadaa vijana. Na unaweza kufahamu sasa watu walikamatwa katika mazingira gani? Je, ni siku ya maandamano au hata baadaye, baadhi ya watu wamekuwa wakiendelea kusakwa na polisi? E, ni baadaye hata wa, hata ninakwambia, ni serikali haina dira kwanza. Ili, ilisema mtu aliyepanga hii maandamano alikuwa anataka kupindua serikali ambaye ni kule alikuwa naibu wa rais alikuwa anaitwa Gashagwa. Tena imerudi sasa, imewalenga wanaharakati kama mandugu zangu watatu walishikwa, kama wanaenda ka, wa, kama wanaenda hafla tu za kuendelea masomo ma, ma, ma, ma ya kijamii e, wawili. Mmoja anaitwa John Mulinge na ndugu yake Mwengi Mtunge, hawa walishikwa tu kama wana, wanaendelea na harakati zao za, ku, za kuhamasisha wananchi kuhusu E, demokrasia na katiba. Leo wamemkamata mwenzangu anaitwa Davis Tafari ambaye ni mkubwa wa Social Justice Center. Sasa kuwawekelea na kuwafanyia kuwa simia kampeni, kwa sababu hawana ha kesi yoyote na wanatumia idara ya, ya, ya polisi na pia mahakama hauwezi, waamini watu wanateka watu nyara. Uwezo waamini ndio. Lakini, lakini polisi wanasema uh, watu waliokamatwa wanakabiliwa na mashtaka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mauaji, ugaidi, ubakaji, uchomaji moto, wizi, uh, kuwazuia askari polisi wakiwa kazini, unyang'anyi wa kutumia nguvu, kufanya vurugu, uharibifu wa mali na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Haya ni mashtaka mazito, nyinyi kama wanaharakati, ni upi mtazamo wenu? Hakuna mtu amefikishwa kotini na hayo ma, ma, ni allegation tu, hakuna hakuna, na hawawezi na hawa wanaweza sema tu, lakini koti ndio i mwamuzi. Wamesema tu kwa habari za gazeti, wapi mambo ma, haya, na hawaja prove ene yote. Mtazamo wetu ni hawezi aminika hawa, ambao watu wanavunja katiba katiba misingi ya haki, na wanafanya ufisadi. Sasa hiyo hiyo mtazamo wetu, tuwezi kubaliana nao kwa sababu wanajaribu kufunga njia za kuleta demokrasia ni mwanaharakati kutoka Kenya, Gasheke Gashehe, kama alivyozungumza na mwenzangu Bakari Ubena kuhusiana na kamata kamata iliyofanyika huko nchini Kenya kwa waandamanaji. Na serikali ya Tanzania imefanya maboresho ya kimiundombinu katika bandari yake iliyoko mkoani Mtwara, kusini mwa taifa hilo, kwa lengo la kuongeza uigo wa utoaji wa huduma za uchukuzi kupitia usafiri wa majini ambao unatajwa kuchangia zaidi ya asilimia saba katika pato la taifa la nchi hiyo. Salma Mkalibala anayotaarifa zaidi. Katika maboresho hayo, serikali ya Tanzania imetumia zaidi ya shilingi bilioni 157 kupanua na kujenga gati lenye urefu wa mita 300 na kina cha maji mita 13 kwenye bandari hii iliyopo hapa mkoani Mtwara, ambayo kwa sasa imekuwa na uwezo wa kusafirisha shehena za mizigo tani milioni 1.628 kutoka tani laki 5.923 kwa mwaka. Kutokana na uwekezaji huo, usafirishaji wa mizigo kupitia bandari hiyo umeongezeka mara nane zaidi. Kwa mujibu wa ofisi ya taifa ya takwimu NBS, bandari ya Mtwara hutumika katika kufanikisha biashara kwa bidhaa zinazotoka hapa nchini kwenda mataifa ya Msumbiji, Komoro, India, Vietnam na barani Ulaya, na kutumika kusafirisha makaa ya mawe, korosho na saruji. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa anasema bandari ya Mtwara inashika nafasi ya pili kwa kutoa huduma za makasha ikitanguliwa na ya Dar es Salaam. Gati hii imefungua sasa imefungua na ni gati ambayo kwa meli kubwa inaweza kuingia hapa Mtwara, sababu kina chake cha maji hapa ni takriban mita kumi na tatu. Alafu na ile eneo la kuzungumka meli, nafikiri kama sikose, lina radius ya mita mia tano kwa vile ni gati mzuri ambayo inaweza kufanya kazi. Kando na hayo, bandari hiyo imetoa vivutio mbalimbali vya tozo, kwa kutoa tozo maalumu za usafirishaji wa makasha ya mawe na tozo zingine za mizigo kwa takriban asilimia thelathini. Pamoja na manufaa hayo makubwa ambayo yanaelezwa na, na viongozi wa serikali, lakini shauku na matarajio ya wakazi wa mji huu ni kutaka kuona bandari hiyo ya Mtwara ikifanya kazi wakati wote na si kipindi cha msimu na wa korosho pekee, huku wengine wakielezea changamoto kutokana na usafirishaji wa makaa ya mawe. Sisi tulikuwa tunaomba kipindi chote bandari ichangamke, ili vijana wapate ajira, hata sisi wafanyabiashara, bandari linavyokuwa inachangamka tunakuwa tunafanya biashara na tunaona tija ya bandari yetu isiyo e, faida sana kwenye kwenye mazingira ya kipato, afu wakasahau sana wananchi, wakati ya kuzulika wananchi, kwa sababu wananchi ni nguvu kazi, ama kama ma wawezi kuletwa hapa bila wananchi kufanya shughuli za kimaendeleo. Na wadau wengine wa maendeleo mkoani hapa akiwepo Justin Kabelege kutoka shirika lisilo la kiserikali la faupa anasema serikali iharakishe mchakato wa kutenganisha usafirishaji wa chakula na bidhaa nyingine bandarini hapo ili kusiwe na ule mwingiliano kati ya bidhaa ambazo uh, kwa namna moja au nyingine ni za chakula na bidhaa hii ya makaa ya mawe ambayo kwa kiasi fulani imekuwa inaacha vumbi kubwa, na hayo yamekuwa ni sehemu ya malalamiko ya wadau wengi. Lakini kwa utendaji kazi wa bandari kwa ujumla, maoni yangu ni kwamba bandari inafanya kazi vizuri na tunaona movement. Hata hivyo waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa katika hotuba yake bungeni amesema mamlaka ya bandari imeanza kutekeleza mradi wa ujenzi wa bandari maalum kwa ajili ya kuhudumia shehena za mizigo michafu kama vile makaa ya mawe na saruji kwa lengo la kuiwezesha bandari ya Mtwara kuendelea kutoa huduma bila kuathiri mazingira. Kutokea hapa mkoani Mtwara, kusini mwa Tanzania, mimi ni Salma Mkalibala wa DW kwa ripoti hiyo ya Salma Mkalibala kuhusiana na maboresho ya miundombinu katika bandari ya Tanzania mkoani Mtwara, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu muhimu katika dunia yetu leo asubuhi. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kuwa nasi, naendelea kubakia nasi DW. Sema uvume Kenya imetajwa kuwa miongoni mwa nchi zenye kiwango cha juu kwenye udanganyifu na uwizi kupitia vifaa vya kidijitali kama vile simu za mkononi na mitandaoni na zinazoathiriwa zaidi barani Afrika. Ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa na kampuni ya kimataifa uchambuzi wa taarifa TransUnion inaonyesha kwa kina jinsi ulaghai wa mtandaoni umeshamiri nchini humo. Ripoti hiyo iliyotokana na uchambuzi wa mabilioni ya miamala ya kidunia kupitia jukwaa lao la TruValidate, pamoja na utafiti wa watumiaji katika nchi kumi na nane inaonyesha kuwa asilimia thelathini na tisa ya Wakenya wameathiriwa na udanganyifu kupitia ujumbe mfupi wa maandishi SMS, unaolenga kupata taarifa binafsi. Mada hii ndio tutaiangazia kwenye makala ya Sema Uvume, ninayekukaribisha ni mimi Shisia Wasilwa. Kuanzia ujumbe mfupi wa maandishi wa kughushi, barua pepe za bandia, hadi simu za mkononi, mazingira ya hatari za kidijitali yamepanuka kwa kasi na raia wa kawaida wa Kenya wanazidi kuwa waathiriwa. Kulingana na ripoti hiyo, Kenya inaongoza kwa viwango vya juu sana vya aina kuu za ulaghai wa kidijitali ikilinganishwa na wastani wa dunia. Udanganyifu kwenye tovuti au barua pepe za bandia ili kuiba taarifa nyeti imeripotiwa kwa asilimia thelathini na sita huku udanganyifu wa simu ukiathiri asilimia thelathini na tatu ya utumiaji Monika Njeru ni miongoni mwa waathiriwa. mii ni by sim fake. Mi, personally hiyo simu siku anajua, niliambiwa ni simu oridi na nikatestiwa, nilienda kutumia, cha kwanza kuangalia, si kama madem, ni kamera inakuwa si clear. Kama kinara ubunifu wa kidijitali kanda ya Afrika Mashariki, Kenya imesifiwa kwa kupokea kwa haraka huduma za pesa kupitia simu za mkononi kama vile M-Pesa ambazo zimepanua wigo wa ujumuishaji wa kifedha. Hata hivyo miundombinu hiyo ya kidijitali imekuwa uwanja mpana wa dukuzi. Matapeli wanawalenga watumiaji kwa urahisi wakitumia uaminifu wao, uelewa mdogo wa usalama wa mtandaoni, na wakati mwingine udhaifu wa mifumo ya taasisi. John, ambaye hataki kujulikana majina yake yote mawili, anaelezea sababu za vijana wengi kujihusisha na udanganyifu huu nikitafuta kazi sijapata kazi yeyote sahihi. vijana wa huku ni maswaba, lakini si kupenda kwao wafanye hiyo kazi. Mbali na ulaghai wa moja kwa moja, ujumbe na simu, Kenya pia inashuhudia ongezeko la visa tata vya vi uhalifu wa mitandaoni. Wizi wa utambulisho unaripotiwa kwa athiri asilimia ishirini na moja watumiaji, huku uchukuaji wa kaunti kwa njia haramu ukifikia asilimia ishirini na tatu. Hii inaashiria changamoto kubwa katika usimamizi wa data binafsi na mifumo ya utambulisho wa kidijitali. Musa Inamai ni afisa mkuu wa polisi wa kaunti ya Bomet. Kulingana na uchunguzi ambao tumefanya, katika wale tumewashika, tumewapeleka kotini, wale vijana ambao wako rimande, wengi wao, ukiangalia kesi ambazo wako nazo, ni kesi ambayo ni ya fraud. kwa Kenya ambapo simu ya mkononi imekuwa chombo cha kila siku cha kifedha, kijamii na kikazi, ulaghai wa simu ndio kitovu kikuu cha udanganyifu wa kidijitali. Madhara ni makubwa kwa nafsi kunaweza kuwa ni kupoteza fedha, msongo wa mawazo na kuporomoka kwa imani kwa mifumo ya mitandaoni. Ezekiel Kiptanui ni mzazi, tumsikilize maoni yake. Kwa hivyo unakuta una watu vile wanakuwa idol, lazima watafute pesa ya kukimu, hiyo ni hatia, lakini watafanya nini na wako na shida? Nasema ya kwamba serikali isaidie hawa. Mawasiliano na biashara mtandaoni, athari zinaweza kuharibu jina la biashara na kupunguza wateja. Katika ngazi ya taifa, hali hii inaonyesha udhaifu mkubwa katika maandalizi ya kiusalama wa mtandaoni na utekelezaji wa sera za ulinzi wa data. Ili kukabili hali hii, hatua madhubuti zinahitajika. Ni muhimu kuwaelimisha wananchi kuhusu namna ya kutambua na kuepuka ujumbe, barua pepe au simu zenye mashaka. Taasisi za kifedha na kampuni za mawasiliano zinapaswa kuwekeza kwenye mifumo ya ufuatiliaji wa udanganyifu kwa wakati halisi, kuimarisha usalama wa akaunti na kuhakikisha majukwaa yao ni salama. serikali pia ina jukumu la kuimarisha sheria kuhusu faragha ya taarifa na uhalifu wa mitandaoni. Na kwa kituo hicho ndipo nahitimisha makala ya leo yasema uvume. Nimekuwa mtangazaji wako Shisia Wasilwa, kwa heri. Na kufikia hapo, matangazo yetu ya asubuhi ndio yamefikia mwisho. Mimi ni Saumu Mwasimba, asante kwa kujiunga nasi. Usikose kujiunga nasi tena hapo saa saba kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na kwa heri.